Naam, waharigani mwanafamilia wa Mapro TV, karibu sana katika segmenti ya kimichezo, kuangazia habari mbalimbali mbali za michezo ambazo zimejiri, na kubwa zaidi ni hili sakata ambalo linamhusisha aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi cha Yanga Romain Folz ambaye kwa sasa amevunjiwa mkataba na amerejea kwao, uh, nchini Afrika ya Kusini. Kocha huyu bwana ameweza kufunguka kinaga ubaga nini kilichopelekea aweze kufukuzwa na klabu hiyo ya soka, huku akibainisha kwamba si matokeo mabovu tu a, ya siku ya juzi ambayo yalipatikana dhidi ya, ya Silver Strikers, bali ni muda mrefu sana. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wakimwambia hatudumu katika kikosi hiko kutokana kutokwenda nao sawa. Sasa hili amelibainisha siku hii ya leo, akiwa ametoa moja kati ya chapisho lake mtandaoni um, kupitia official akaunti yake ya Instagram uh, kwenye upande wa Insta story, aliweza kuandika baadhi ya vitu ambavyo vimepelekea yeye ku achishwa kazi na klabu ya soka ya Yanga, huku akisema kwamba hata mechi ya mwisho ambayo ni mechi kati ya Silver Strikers dhidi ya Africans, mchezo ambao ulipigwa kule Malawi. Uh, kuna baadhi ya wachezaji anasema walifanya makusudi kuweza kupoteza gemu hiyo lengo wakiwa wanaoshinikiza uongozi wa klabu hiyo waweze kumvunjia mkataba wake na aweze kuondoka kwa sababu zao binafsi. Hayo ndiyo ambayo ameeleza aliyewahi kuwa kocha mkuu Romain Folz wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Ikumbukwe Yanga hadi hivi sasa bado hawajamtangaza mwalimu mpya ambaye atarithi mikoba ya Romain Folz tangu aondoke kukinoa kikosi hiko, lakini Young Africans waliweza kumleta kocha msaidizi ambaye kwa kipindi hiki atakuwa ndiye anayeshika mikoba hiyo kama kocha mkuu, na wakati ambapo uh, mambo yatakamilika ya kumleta kocha mkuu basi, um, uh, nafasi hiyo itachukuliwa na kocha ambaye atakuwa ametangazwa ama kukabidhiwa rasmi nafasi hiyo ya Romain Folz, ambaye kwa sasa amevunjiwa mkataba. Kwa hiyo hiko ni kitu ambacho pengine kimewastua wengi sana, baada ya kuona malalamiko ya Romain Folz kusema kwamba si tu kwa sababu ya uwezo wake, bali ni kwa sababu ya njama ambazo zimefanywa na baadhi ya wachezaji ili aweze ku ondoka katika kikosi hiko cha Dar es Salaam Young Africans, lakini alifika mbali na kueleza kwamba yeye hana kinyongo, sababu maisha ya soka ni maisha mafupi, ni maisha ambayo yanakupeleka sehemu tofauti tofauti, sehemu ambazo haujawahi kuzifikiria kufika unafika, na ni maisha ambayo yanahitaji uimara wa moyo na kutokata tamaa. Kwa hiyo amewatakia Dar es Salaam Young Africans mafanikio katika safari zao za kuwania ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara, NBC Premier League, lakini pia katika uh, michezo ya kimataifa ya kombe la klabu bingwa barani Africa, CAF Champions League, ambapo Young Africans wanasubiri uh, kucheza mchezo wa marudiano dhidi ya Silver Strikers katika uh, nyumbani jijini uh, Dar es Salaam ambapo endapo watashinda uh, kwa zaidi ya goli mbili, basi watakuwa wamejikatia tiketi ya kuingia katika hatua ya makundi na endapo watatoa sari ya aina yoyote, basi Young Africans itakuwa wameishia katika raundi hiyo ya hatua ya mtoano. Kwa hiyo amewatakia kheri na baraka tele kuwaelekea katika michezo hiyo ambayo iko mbele yao. Nini maoni yako kuhusiana na kauli ya Romain Folz? Ni kweli kuna baadhi ya wachezaji hawakumtaka, ama pengine ni kutokana na kutokuwa na mbinu za kutosha?